Wakati Israeli na Iran wakiendelea kushambuliana kwa makombora na roketi, maelfu ya watu nchini Iran na Iraq wameandamana kulaani Israeli. Mengi zaidi na Hillary Ingati. Jijini Tehran, maelfu ya wananchi wa Iran wameandamana baada ya swala ya Ijumaa na katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi hiyo yakiwemo ya Tabriz na Shiraz kuilaani Israeli na kusikika wakiwasifia viongozi wao akiwemo kiongozi wao wa kiroho Ayatollah Ali Khamenei. Waandamanaji pia walionekana wakiwa na picha za makamanda waliouawa na kupiga picha huku wakipeperusha bendera za Iran na kundi la Hezbollah kutoka nchini Lebanon. Hali hiyo pia imeshuhudiwa jijini Baghdad ambako maelfu ya watu wameandamana na huku wakitamka hapana kwa Israeli na Marekani. Wakati hayo yakijiri, mamia ya wafuasi wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon waliandamana pia kusini mwa jiji la Beirut, wakiwemo wanawake na watoto, huku wakipeperusha bendera za Iran na Hezbollah pamoja na picha ya kiongozi wa kiroho wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei.